Wakaribu katika fursa ya uhakika hapa, nakuja kukuelekeza fursa ambayo inaweza kukuinua kiuchumi. Fursa yenyewe inaitwa Smart pesa, unatengeneza pesa kupitia simu yako kabisa, platform mpya kabisa, wai mapema, hii ni uhakika kabisa. Naingia kwenye akaunti yangu hapo, utaona hapa e, na login kwenye akaunti yangu hapa e, naingia kwenye akaunti yangu naona hii ndo akaunti yangu kama inavyoonekana. maana leo ni anakutana notification hapo, nasoma. Mfano, leo ni siku ya kuongeza kipato. SmartPesa na kulipa hadi shilingi elfu saba kwa kila mtu anayemwalika, na elfu tatu kwa walioletwa na watu wako. Tengeneza pesa kila siku kupitia simu yako, usikose bonasi za ziada kwa kutazama video TikTok, YouTube na Instagram. Fungua smart pesa na anza kuchangamka fursa, unaona kuchangamkia fursa, unaona. Kama hii ndio akaunti yangu hapa, unaona pengine ambavyo vinaweza kukupatia pesa ni e, kupitia hizi menu. Kwanza hizi hapo unakutana YouTube, video, TikTok, like spin, una, like spin, spin una hiyo, unazungusha pata pesa, WhatsApp, quiz, ads Insta read, leadership board. Wale wanaofanya vizuri wanapatiwa commission, na unaweza ukawekeza kiasi chochote pesa uko, unapata faida ndani ya mwezi kwa asilimia tano. Naona hii ni kiasi ambacho nimeshapata. Ukimwalika mtu mmoja unapata elfu saba, ndio hapo 7000 Naona nimeshapata kwa mtu video pengine ambao taeza kwa una, una, una, unaeni pesa unaona, hiyo ni kwa menu manake, ndio unaweza ukatengeneza pesa namna hiyo. Hapa ni mtaji ambao unaweza ukaactivate account yako na kupata hii. Ni faida ambayo nimeshaipata, na kubwa zaidi platform iko na platform iko tofauti na platform nyingine. Ukitaka kutoa pesa zako ni automatic, unaona, ni automatic kabisa. E, kwa mfano hii team hapo inakuwa inaonyesha e, watu revenue level, ukimwalika mtu mmoja unapata elfu saba Mtu wa pili unapata elfu tatu Hapo ni kwenye team. Hapa kwenye profile ni inaonyesha data zako, majina yako. Refund, unaweza, ka, uka ,uka, unaweza ukaomba pesa yako na ukatoa sababu kwa nini pesa yako irudishwe. Maana bila kubaliana na labda na, na, na, na, na, na hii platform pesa yako inarudishwa vizuri kabisa, hamna kufanyia sijui matatizo gani. Pesa yako inarudishwa kama utakubaliana na hii platform. Na hii ni bonus ambayo unaweza ukapata, nimeshaipata 10000 Hii ni salary una, una kila mwisho wa mwezi ukiwa unafanya vizuri wanakupatia malipo ee. hii hapa ni forex. Kama wewe ni mpenzi wa kujifunza forex, unaweza ukaanza pale. Naona, naona video ndo wanataka ipo, unaiweka in, vizuri. Roni hapa ndo unaweza ukaomba mkopo na ukapata mkopo wako, lakini kuna vigezo vya kuomba mkopo. Kwa mfano ukishafikisha labda E, kiasi fulani kwenye akaunti yako ndio unaweza ukaomba mkopo. Fikisha laki moja ndio una uwezo wa kuomba nini mkopo, ukapewa mkopo vizuri kabisa e, kwenye kipengele cha withdraw ambacho nilikuwa namalizia withdraw up, unaona emergency auto withdraw hii hapa kabisa, amekwambia unaweza kutoa pesa automatic. Baada ya kumaliza kutoa pesa kunaingia moja kwa moja kwenye namba yako ya simu. Unaona platform tofauti na nyingine kabisa, kwa mfano kutoa pesa kwenye Uh, unaweza kugusa hapo. Nakwambia automatic emergency nakwambia uh, withdraw page unaweka kiasi hapo, mfano elfu kumi, select mtandao wako, nataka taka Airtel mfano ya Tanzania, namba yako uliyojisajili inaingia moja kwa moja, pesa yako inaingia moja kwa moja kwenye, kwenye, kwenye namba yako ya simu, charge makato ni book, ugusa withdraw hapa Ukigusa hapa, kabisa, pesa manake automatic inatoka, hamna cha mtu sijui anaenda sijui manager sijui kiongozi sijui mentor sijui manini nini, pesa unapata pale pale. Hii ni platform ya uhakika kabisa kukuingizia kipato kupitia e, simu yako why mapema, platform bado iko ya moto sana, na itaishi kwa muda miaka kama kumi hivi bado ipo na ipo sana. Kwa kikubwa zaidi ni kuomba link hapa, nikupatie maelekezo japo na haraka, na uanze kazi. Kama unavyoona hapo, mambo ni safi kabisa na smart pesa, smart pesa, pesa mtandaoni ni uhakika kabisa kupitia simu yako, unaweza ukajiingizia kipato kupitia simu yako bila mambamba. Karibu sana.